Hivi karibuni kumekuwa na matukio tofauti tofauti yanayowahusisha viongozi wa chama na serikali. Huko katika Chama cha Mapinduzi, Askofu Josephat Gwajima ameingia kwenye mgogoro baada ya kutokea kwa mambo kadha wa kadha, lakini pia kwa upande wa mbunge wa Kisesa naye pia kuna mambo kama hayaeleweki. Lakini maswali yamekuwa mengi kutoka kwa wadau wakihoji, je, Chama cha Mapinduzi kinaweza kuwavua wanachama wabunge hao? Jibu ni ndio. Kwa mujibu wa katiba ya Chama cha Mapinduzi CCM na kanuni zake za maadili na uongozi, inawezekana wanachama kuwavua wanachama including wabunge kama Askofu Josephat Gwajima, mbunge wa Kawe, na Luhaga Mpina, mbunge wa Kisesa, ikiwa sababu zifuatazo zitatimia au kuthibitishwa kukiuka maadili na kanuni za chama. CCM ina kanuni kali za nidhamu na wanachama anayetenda kinyume, kwa mfano kutoa matamshi ya kupinga sera au maamuzi ya chama hadharani, bila kufuata utaratibu, anaweza kuchukuliwa hatua kali. Sababu ya pili ni kukiuka kiapo cha uaminifu wa chama. Kila mbunge anayechaguliwa kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi wapo kulinda na kuwakilisha chama. Akionyesha kuasi au kupinga hadharani msimamo wa chama, huo ni msingi wa kuvuliwa uwanachama. Sababu ya tatu ni kutoitikia wito au maelekezo ya chama. CCM ina mamlaka ya kumwita wa mwanachama wake kuhojiwa kupitia kamati ya maadili. Kutohudhuria ama kukaidi maamuzi ya, ya kunaweza kupelekea hatua kali kuchukuliwa dhidi ya mwanachama huyo. Sababu ya nne ni kutenda vitendo vya usaliti wa kisiasa, mfano ni kuunga mkono vyama vya upinzani au kufanya kazi kwa umma iliyo uh, inayodhoofisha hadhi ya chama cha mapinduzi, yani kufanya kazi chini ya kiwango. Na hizo ndizo sababu ambazo zinaweza uh, kumfanya uh, mwanachama wa Chama cha Mapinduzi kuvuliwa wanachama. Hizo ni baadhi tu ya sababu ambazo uh, zimeelezwa. Mifano ya kesi kama hizi imewahi kutokea kwa viongozi kadhaa wa zamani wa Chama cha Mapinduzi waliwahi kuvuliwa wanachama kwa sababu za kinidhamu kama vile Hayat Bernard Kamilius Membe, uh, aliyewahi kuwa waziri wa mambo ya nje, vile vile madiwani na wabunge wengine walioenda kinyume na maelekezo ya chama walifukuzwa, hata uchaguzi mdogo kuitishwa kwenye majimbo husika. Mchakato unavyofanyika sasa, namna ya mtu anavyovuliwa wanachama, mwanachama anavyotakiwa kuvuliwa wanachama: kwanza, malalamiko au shutuma uwasilishwa kwa kamati ya maadili, na mchakato wa pili utakaofuata ni mwanachama kuhitajika kufika mbele ya kamati kujitetea na lakini pia kamati hutoa uh, mapendekezo kwa halmashauri kuu ya CCM kwa maana ya NEC, na NEC inaweza kupitisha uh, maamuzi ya kuwavua wanachama ama kuto kumvua wanachama kwa vile ambavyo kamati kuu itajiridhisha. Athari kwa mbunge akivuliwa uwanachama, kulingana na katiba ya Tanzania, mbunge anapoteza uh, wanachama wa chama kilichompa ticket anafutwa pia ubunge wake na uchaguzi mdogo unaitishwa kwa ajili ya ku, eh, kuriplace nafasi hiyo. Sasa kutokana na haya yote ambayo nimekueleza hapa juu, jibu la msingi ni kwamba ndiyo CCM inaweza kumvua uwanachama Askofu Gwajima ama Luaga Mpina ikiwa watathibitika kukiuka misingi ya chama na mchakato wa nidhamu ukafuatwa uh, kikamilifu. Hata hivyo, hatua kama hizi huzingatia uh, siasa na mazingira ya wakati, lakini pia ushawishi wa kisiasa wa wahusika.